Kingona kinapita cha waziri mkuu, naona huyu, kwa nini afi huyu? Mungu jalie ipinduke kule. Wewe umetiwa hasira, hujatumia bado akili. Nilikuwa na ndugu yangu hapo Ustadh Masudi, toka tunakuja kutoka Dar es Salaam, Masudi Adam kaongea yeye mpaka tunafika huko hatujalala. Alhamdulillah, Mungu amemjalia kama alivyo kwa hodari wa Qur'ani kusoma na kuhifadhi na kuongea, sio maskara. Katika jumla ya vitu alivyoniambia Uingereza fungu la bamia kwa pesa ya Tanzania linaweza ikafika elfu kumi na tano. Au Waingereza, fungu la bamia linafika elfu kumi na tano kwa pesa ya Tanzania ambayo si naona, nchi yao iko vizuri zaidi. Wewe unaweza kununua bamia elfu kumi na tano? Wewe Pembe mzalamu, wewe unalijua bamia, unalima mwenyewe. Huku mbili fungu ununui. Tunakushukuru Sheikh Shabani Pembe, Mungu akubariki akuzeeshe katika harakati sahihi za dini ambazo Bwana Mtume swalla wa salam anaziridhia. Dakika zako kumi tu, jukumu la sita kabla hajakuja kufunga kadhi naibu kadhi wa Tanzania. Alafu wazee wakachangia tukagemua. Dakika zako chache tu, jukumu la sita, nchi yako ni jukumu lako. Karibu. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, thumma assalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Niliwahi kunukuu kitabu kimoja na kwa kuwa hapa tupo katika uwanja wa Sheikh Kidago na yeye mara nyingi huwa anapenda kunukuu vitabu Kipo kitabu kimoja kinaitwa The Art of War, sanaa ya kwenye vita. Ameakiandika mtu mmoja anaitwa General Sanzu. Katika moja ya vitu ambavyo ameviandika ndani yake, alikuwa anaeleza sanaa ya kwenye vita, majenerali huwa kuna kuwa na migambo, lazima wawepo ndani yake. Kwenye vita yoyote, wanajeshi wanakuwepo, na mgambo wanakuwepo wale mgambo kazi yake wanakuwa wanatangulizwa, wakati mwingine vitani, au kama kuna mtego mahala maadui wametega, wanachukuliwa mgambo, wanatangulizwa, lengo wale majenerali waweze kujua wale maadui wana silaha za aina gani, hali ya kuwa anajua kuwa wale mgambo wanakwenda kufa. Kwa hiyo mimi kusimama hapa, sio shekhe, dhana yangu inaniambia kwamba mimi ni mgambo na wanajeshi wapo. Nimetangulizwa kwa lengo la kutazama tu kule mbele, maadui wana silaha za aina gani? Sasa, kwa kuwa mashekhe wamesema na bado wataendelea kusema, mimi nitoe lecture ndogo tu, sio mawaidha. Mawaidha yanatolewa na mashekhe, mimi natoa lecture ndogo tu. Mchango wetu katika nchi hii, kuilinda, kuipambania, kuihami, mchango wetu ni upi? katika jambo hilo tusafiri na aya moja katika sura tu Yasin, aya 12. Mwenyezi Mungu anasema inna nahnu nuhyi almauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Pigia msari hapo, wa atharahum. Mwenyezi Mungu anaandika tafsiri nyepesi, twende na muda. Tafsiri nyepesi, Mwenyezi Mungu anaandika katika yale ambayo umeyatanguliza, anaandika katika yale ambayo umeyatanguliza, lakini pia Mwenyezi Mungu anayahifadhi na yale ambayo umeyaacha kama athari katika maisha yako. Allah subhanahu wa ta'ala, yote haya anayaandika na anayaweka katika kitabu maalumu. Ikiwa ulifanya mambo ya kheri, basi Allah subhana wa ta'ala atakuwa ameyaandika. Ikiwa ulifanya mambo maovu, Allah subhana wa taala ameyaandika. Ikiwa umeondoka duniani ukaacha athari njema, ile athari njema itaendelea kuandikwa. Ikiwa umeondoka duniani umeacha athari mbaya, ile athari mbaya itaendelea kuandikwa ila kiyami saa. wa atharahum, hapa ndio nukta yangu ya msingi ilipo. Athari. Kuipenda nchi, hubu lwatan min alimani, kuipenda nchi yako ni katika imani. Na ikiwa una mapenzi ya kweli, maana yake lazima kuna jambo utafanya kwa ajili ya nchi yako. Ikiwa upo hai, kuna jambo utafanya kwa ajili ya kuipambania nchi yako, ili siku utakayokuwa umeondoka watu waweze kukumbuka kwamba hii ni athari ya mtu fulani aliiacha katika kuipambania nchi yake. Inna nahnu nuhyi almauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla sheiin ahsainahu fi imami mubin. Wa atharahum, athari ya mtu. Ukiwa na imani ya kweli utaipenda nchi uliozaliwa ndani yake, kwa namna itakavyokuwa lakini kwa kuwa ni nchi yako utaipenda. Mtu mmoja anaitwa Stephen Decker, Sheikh Dagu atakuwa anamjua, aliandika kitabu kinaitwa My Country Right or Wrong, hii ni nchi yangu iwe nzuri au mbaya. This is my country, hii ni nchi yangu. Kwa kuwa ni Mtanzania na umezaliwa Tanzania, Tanzania namna itakavyokuwa, hii ndiyo nchi yako uliozaliwa Right or wrong, this is my country, iwe nzuri au mbaya hii ndiyo nchi yetu, hatuna namna nyingine yoyote. Kama umezaliwa Hedaru, upo ndani ya Tanzania. Kama umezaliwa Rufiji, kama mziwanda, upo ndani ya Tanzania. Right or wrong, this is our country, iwe nzuri au mbaya hii ni nchi yetu, ndugu zangu. Ikiwa mwanadamu anahitaji kuacha athari njema siku atakayoondoka, watu wamkumbuke, ni vyema akaacha athari njema katika nchi yake katika nchi yake, lakini asiwe ni sababu ya kuacha athari mbaya. Siku anaondoka vijana wa bodaboda waende wakapiga misere, wakachore, wanaita kuchora shemziwanda, yani wanashangilia vijana wa bodaboda kwamba bora fulani amefariki, kwamba hakuna athari yoyote njema umeiacha bali inawezekana wewe ulikuwa ndio sababu ya kupelekea maharibiko katika nchi imma, kuwashawishi vijana kwenda kuandamana, imma wewe umekuwa umeacha athari mbaya katika nchi hii, imma ulikuwa ufanyi kazi upambani kwenye kuijenga, imma umeacha athari mbaya katika nchi hii, kazi yako ilikuwa kuharibu watoto za watu. Sasa ni vizuri ukawa unaacha athari njema siku utakayoondoka, watu wasikitike kwenye maisha yao kwamba fulani aliacha mchango uliokuwa mzuri. Mwandishi mmoja wa vitabu, nipo katika uwanja wa shekhi kidago, hii ni lecture, sio mawaidha, aitwa Robin Sharma, kaandika vitabu vingi sana, kimoja kinaitwa the monk who sold his Ferrari. Kuna kitabu kaandika the leader who had no title. Kuna kitabu kinaitwa the 5 am club. Kuna kitabu kaandika who will cry when you die. Ni nani atakulilia sasa. Hii ni majazi, ni nani atakukumbuka utakapokuwa umeondoka duniani? Athari njema katika nchi yako, mchango wako katika nchi yako utawafanya watu wakulilie kwenye maisha yako, ima ikiwa upo hai au umeondoka duniani. Vijana wenzangu wa Kiislamu, tuna kila sababu ya kuipambania nchi yetu kwenye kila namna. Sisi ndiyo vijana wa taifa hili wazee wetu hawa wakina mfalme wa Kariakoo, na mnaowaona mkienda mkikaa nao mkiwauliza, namna nchi ilipotoka, namna walivyopambana mpaka leo, watakwambia namna gani mapambano yalivyokuwa kwa wazee wetu, vijana wenzetu waliopita, wakina Tewa Said Tewa alikuwa ni waziri wa kwanza wa ardhi wa nchi hii akiwa na miaka 27. Wewe una miaka 27, unakwenda kuandamana barabarani. Tewa Said Tewa na miaka 27 waziri wa ardhi wa kwanza, baraza la kwanza la mawaziri nchi hii alikuwa Tewa Saidi Tewa. Mwandishi mmoja wa vitabu e, anaitwa Chinua Achebe aliwahi kuandika kitabu kinaitwa Things Fall Apart. Katika moja ya maneno yake aliwahi kusema, where are the young suckers that will grow when the old bananas tree dies. Iko wapi migomba midogo itakayochipukia wakati migomba mizee tayari imeshaondoka. Hii nayo ni majazi, wako wapi vijana watakaokuja kufanya kazi wakati tayari wazee wetu washaondoka? Wale vijana waliopita walifanya kazi wakazeeka, hawa kina mzee mfalme wa Kariako, kina Alhaji Mintanga, hawa walifanya kazi miaka hiyo, tayari umri wao ushakwenda. Vijana wa leo wako wapi? Mchango wao uko wapi kwenye kuijenga nchi yao? Where are the young suckers? Wako wapi vijana hao watakaofanya kazi ya kuipambania nchi yao? Right or wrong, this is our country. Iwe nzuri au mbaya, hii ndio nchi yetu. Na huu umri tuliokuwa nao ndio umri wa kuipambania nchi yetu. Wakati nasoma Sheikh Mziwanda nipo South Africa katika mji wa Johannesburg. Sehemu moja wanapeeta si nje kidogo ya mji katika chuo cha Jamia Mahmudia kwa waliofika watakuwa wanapafahamu. Siku moja nilikwenda kutembea katika kata gereza ambalo alifungwa Mandela lipo Cape Town, Cape Town, linaitwa Robben Island. Ilipokwenda kutembelea kwenye ile gereza, nikaenda nikakuta chumba alichofungwa Mandela. Kwenye kile chumba ndani kuna maneno yameandikwa, inasemekana kayaandika Mandela, na maneno yale niliyakuta kwenye kitabu cha The Long Walk to Freedom alichokiandika Mandela, nimeyakuta maneno yale yale maneno yanasema, as long as we we are youth we have, we have time to change, kwa kuwa ni vijana tunao muda wa kubadilika, kwa kuwa ni vijana tunao muda wa kupambana. Tuipambanieni nchi yetu namna itakavyokuwa, hii ndiyo nchi yetu. Hakuna mtu atakayekuja kuja kuijenga Tanzania zaidi ya sisi vijana wa Kitanzania na Watanzania wenyewe, hakuna iwe itakavyokuwa Hakuna kijana atakayetoka nje kuja kuipambania Tanzania isipokuwa vijana wa Kitanzania wenyewe. We have time to change, tunao muda wa kufanya mabadiliko. Malcolm X mtu mmoja aliwe kusema, khudhul hikma min afwahi lmajanin, chukueni hekima hata kwenye vinywa ndio wazimu. Chukueni mtu mmoja anaitwa Malcolm Malcolm X Mal Malcolm X ana maneno yake mazuri sana lakini inasemekana Malcolm X aliingia katika Uislamu baadaye, lakini kuna mtu mwingine anaitwa Martin Luther King ambaye naye hakuwa Muislamu, lakini ana maneno mazuri naye ameyazungumza. Sasa mimi ngoja niachukue ya Martin Luther King, niache ya Malcolm X, kwa kuwa huyu alikuwa ni kafiri, wacha niachukue ya huyu kafiri. Siku moja alikwenda kuzungumza na vijana katika chuo kikuu cha Filadelfia Marekani. Hapa nampunga Sheikh Dago, eh? Si leo nampunga Sheikh Dago. Sasa, Martin Luther King alikwenda kuzungumza na vijana katika chuo kikuu cha Philadelphia Marekani, 1967. Siku moja alivyokwenda kuzungumza nao akawauliza, maisha yako yanaacha alama gani? Ikiwa wewe ni kijana wa Kimarekani. Swali hili niliuliza Shinyanga na hapa narudia. Wewe kama kijana wa Kitanzania, what is your life's blueprint? Maisha yako yanaacha alama gani katika Tanzania? Mchango wako ni upi katika Tanzania? Innal ba'rata tadullu 'ala al-ba'ir. Ukiona kinyesi cha ngamia inajulisha kuna ngamia amepita hapo. Wewe ukisimamishwa sasa hivi tukikuuliza mchango wako kwenye nchi hii ni upi? Mchango wako kutukana viongozi? Mchango wako kumtukana rais? Mchango wako kutukana mawaziri? Mchango wako ni upi katika nchi hii? Sisi kama vijana wa Kiislamu wa Kitanzania, kazi yetu ni kuwapa comfort viongozi wa nchi, wafanye kazi yao. Kazi yetu ni kumpa comfort rais wa nchi, afanye kazi yake. Huu ni mchango wa, mchango wetu ili yeye aweze kufanya kazi yake vizuri kuiletea maendeleo Tanzania. Nirudie msemo wangu, anapenda kusema mtu mmoja aliwahi kusema a good dancer must know when to leave the stage. Ukiwa mnenguaji mzuri lazima ujue muda sahihi wa kuliacha jukwaa. Wassalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Ukisoma historia ya ujenzi wa chuo kikuu cha kwanza cha Tanzania cha Dar es Salaam, waislamu waliongoza kutoa mchango mkubwa, akiwemo akina mzee Azizi Ali ambao walitoa walikuwa watu watatu, kila mmoja mia moja na hamsini shilingi mia na hamsini Na jengo chuo kikuu walitoa waislamu watatu mia na hamsini na kumbuka, mwalimu Nyerere alitoa shilingi hamsini ilikuja katika gazeti la Tanganyika, inaelezwa historia ya ujenzi wa chuo kikuu kile cha Tanganyika, sasa hivi tunasema cha Tanzania Dar es Salaam. Walijitolea Waislamu. Sisi vijana wa leo mchango wetu nini? rafiki yangu kaka yangu mwalimu wangu Sheikh